Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili na kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu sura ya kumi. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili na kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu Sura ile ya kumi. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili na kama alivyoandika Yohana mtakatifu, sura ile ya kumi, tukianza na aya ya kumi na moja. Atukuzwe Bwana. Injili ya Yohana sura ile ya kumi, kuanzia aya ya kumi na moja nitasoma kwa msaada wa Bwana. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala kondoro, si mchungaji ambaye kondoo si mali yake, mbona mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia na mbwa mwitu wakamata na kuwatawana yule ukimbia, kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala si wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji